Baada ya kutangaza ile statement ya au taarifa ya kwamba tunaanza kufundisha yale ambayo yamekuwa yatakuwa ni mepesi na sio magumu, wapo ambao mmehuzunika sana na kusikia vibaya, baada ya kuona vile pengine mkafikiri of course harakati yetu ya kufikisha mambo ya akhiru zamani imefikia mwisho, labda tumetishwa au kuna fulani katupa chochote kitu tuache kuzungumza. Hapana. Sisi hii kazi ndugu zangu, tunaifanya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah tabaraka wataala, na wala sio kwa ajili ya kumrufaisha mtu au kumfurahisha fulani. Sasa kinachofanyika ni kwamba of course, kuna baadhi ya vitu bwana ni vya Waislamu na Waislamu wamesha jua namna kuishi navyo kimazoea, kwao tunapaswa kuachia Waislamu wenyewe. Mada kama Wakristo kwenda peponi hazina maana sasa hivi kuzizungumza, kwa sababu hata Muislamu akijua haina maana yoyote kwake zaidi ya kutaka mabishano na mtafaruku. Waislamu wenyewe wameenda mbali mpaka kutia hapo, kutiana motoni wenyewe wenyewe kwa wenyewe. Leo akija anasema yeye mtu wa Sunna, akimwona mtu wa bid'a, anasema wewe ni mtu wa motoni. Kama waislamu waislamu wameshafika hatua ya kutiana motoni, wewe huje uambie bali za mkristo kuingia peponi, wapi na wapi kwa hivyo kuna baadhi ya vitu of course tunawaachia waislamu wenyewe e, tutafundisha yale ambayo yatakuwa ni mepesi kufikirika, kwa sababu yanaonekana pia katika mazingira yetu yale ambayo yatakuwa ni matata, ni utata utata, kwa utatautata tuyaache, kwa sababu hata Allah anasema katika sura Al-Araf anasema uh, sura Al-Im-Imran anasema, yeye ndiye aliyeteremsha kitabu na ndani yake zipo haya ambazo ni za wazi na nyinginezo ni mutashabihati ambazo zina utata utata akatoa tahadhari kuchukua zile zenye utata, kwa sababu lengo ni nini? Lengo hapo anataka watu wake waelewe, ujumbe ufike. Kwa hivyo hatuwezi kuleta vitu vigumu ambavyo vitaleta mtafaruku, na moja katika fitna ya mitandao hii iko hivi leo. Mimi nitaongea habari za Dajjal episode moja, kesho episode two, kesho episode 3. Fitna yao inakuwa hivi, ile episode 3 huende kamfikia mtu kabla ya episode 1. Kwa mtu ataanza ku, ku, kuona ufai, kwa sababu kaona episode 3, bila kuona ya kwanza. Au swala la manaswara tumezungumza kitambo sana, lakini mtu anaweza akawa hajali hajaona episode 1, kaja kuona episode ya mwisho <laughs> kwa hivyo, of course mambo kama haya ni mambo ya kuyaacha, hayana maana kuyazungumza kwa, kwa sasa, na ndio maana tuna magrupu yetu ya WhatsApp kule. Kwa hivyo kama mtu unahitaji eli magumu magumu tunawafundisha watu ambao tunaona levo zao za ufahamu zimefikia sehemu fulani. Ndio maana kwenye WhatsApp kule kupo kwa ajili ya kazi hizo. Kwa hivyo kule watu wanaweza wakafika hatua, tukawasomesha mambo magumu zaidi ambayo hatuyatoi public, kwa sababu sio mambo ya kuyatoa public. Kwa hivyo, ndugu zangu katika imani, harakati ya kazi ya dawa inaendelea Mambo ya akhiru zaman, mambo ya zama za mwisho, matukio mbalimbali, tunaendelea kufundisha bila kuogopa, bila kujali, kwa sababu anaepaswa kuogopa ni Allah tabaraka pekee na wala sio kiumbe chochote kile. Sisi matusi tumeshashona, mpaka sare tumevaa saa hizi. Hapo kwetu mtavaa siku moja sare ya matusi. Moyoni tumeshazoea, kwa hivyo hatujali kutukano, kutukanwa, kwa sababu sisi sio wa wa kwanza. E, sisi sio wa kwanza kutukano, wameshatukana manabii Wameshaitwa majina mabaya. Yaani sisi ni yaani katika tunaona ni mepesi katika matusi ambayo tunatokana kwa sababu manabii walitokana matusi mazito shekh. Eh, Nabii Nuhu, Nabii Nuhu aliambiwa ameotabusha. Watu wake wanaambia umeotabusha wewe. Kwa hivyo sisi bwana kutukana matusi kama haya eh, kwa upande wetu tunaona ni mepesi sana. Kwa hivyo ndugu zangu harakati ya dawa inaendelea, Allah ajalie tuendelee kwa pamoja. Tumio change jina kwenda zama za mwisho TV tena, kwa ajili ya kuweza kubakia nalo hili kwa kudumu zaidi, kwa sababu wafikishaji tuko wengi. Kwa hivyo ni vizuri likawa jina hili. Kwa hivyo ni watueni hofu sana, tuendelee na kusubiria, na Allah tujalie zaidi ya afya na tujalie pia wepesi katika ma, masababu yetu ya kidunia ya, ki, ya ki kutafuta ili tupate muda mzuri zaidi wa kufikishiana ujumbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.